Bamutu adipaka saizi mnaraagani na mchongo wa pesa, bahati nasibu ya taifa imetufikia jamani. Alafu wa leo ni habari njema kwa shilingi elfu mbili tu unaweza kujishindia milioni tatu na milioni arobaini na tano juu. Yani ni shoti. Unaweza ukaondoka na kititi cha milioni arobaini na nane. How do you do it? Kwa kutumia loto kwa shilingi yako elfu mbili unapata tiketi yako ambayo automatically inakuingiza kwenye jackpot ya loto na loto plus. Kupitia jackpot ya loto unaweza ukapata shilingi milioni arobaini na tano na kupitia loto plus, unaweza ukapata milioni tatu kila siku bamutu. Na jinsi ya kupata tiketi yako ni very, very simple, unaweza ukanunua tiketi yako kwa wakala wowote wa National Lottery, ofisi yoyote ya posta au kwa sisi hapa wakishua. Kuna USSD mwanawane mwana wane: Star, moja nne tisa star, nane, nane reli na sio hivyo tu jamani, tuna timu yetu ambayo inapita mtako mtaa, chocho kwa chocho. Sawa, sikiliza kodi, timu yetu ya kwanza leo inapita Salasala, inapita Mivumoni, inapita Boko mpaka Bogo, oh Magengeni. Na sio hapo tu, tuna timu mbili mwanaone, timu yetu ya pili itakuwa Tungi, Kisiwani na Vijibweni, Kigamboni. Hatujawasau watu wa ngambo, unyama kama wote, na duo yetu mshinde tangazo kila siku saa tatu usiku. Tell tell a a friend friend to tell a friend jamani, but nasibu ya Tanzania imetufikia amini. Cheza, ushinde. Kama mnavyoona tayari na tiketi yangu. Acha nikashinde.